Ni siku maalum ambayo kwa sera ya serikali ya afya tupo kwenye kuangalia habari ya lisho. Unaweza kuwa na maneno mengi, lakini nataka niongelee habari ya lisho, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Eneo hili ndio eneo ambalo unaweza ukajenga taifa imara. Ukitaka kuwa na taifa imara, ni lazima ujenge taasisi imara. Lakini utajengaje taasisi imara? Ni lazima uanze na ukinzi wa watu watakaojenga hizo taasisi imara, kwa hiyo ili upate watu imara lazima uanze kwenye lishe, uanze kuondoa udumavu na changamoto mbalimbali za magonjwa ya mtoto ili akiwa mtu mzima aweze kutumika vizuri. Hilo nadhani ndiyo lengo kubwa, na mimi nakushukuru kulizindulia hapa leo kwetu, na ningeomba liendelee mahala pengi, kwa sababu ndiyo namna pekee ambayo tunaweza kuandaa taifa la kesho kupitia hao watoto ambao watakuwa na lishe bora. Baada ya kusema hayo Nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kutekeleza hii sera ya agishe kwa sababu bila yeye hatuwezi kuandaa kwa, kwa utaratibu ule utumika, lakini na nawe mwenyewe mkuu wa mkoa kwa sababu usingetoka ofisini na kuja hapa tusingefanya hii shughuli, lakini kwa sababu na mambo mengi umetenga muda wako mkubwa, kwa hivi nikupongeze kwa hilo, lakini ningeomba Watanzania wote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzaliwa Tanzania. Fikirieni kama tungezaliwa Kongo, kule Goma kule, tungefanya haya mambo, tungekuwa tunakwepa mabomu. Maana yake ni kwamba shughuli hizi zinahitaji nchi yenye amani, ili uweze kufanya kila kitu. Kwa hiyo yote yanaenda kwa, kwa sababu ya amani. Kwa hiyo tuishukuru serikali yetu ya kuipigia makofi kwa kulinda amani. Hebu tupige makofi matatu. Mheshimiwa Katibu Tawala, baada ya machache hayo, sasa naomba nirudishe kwako ili uendelee na utaratibu mwingine. Asante sana.